Po, tunakuletea taarifa rasmi zenye uthibitisho na msaada wa kitaalamu kwa wanaotafuta ajira. Leo tuna tangazo maalum kutoka Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma tarehe 25 Juni elfu mbili na ishirini na tano kuhusu walioitwa kazini kwenye kada mbalimbali. Tafadhali kaa hadi mwisho kwa sababu nitakupa ushauri muhimu kuhusu hatua za kufanya baada ya kuitwa na pia nini cha kufanya kama hujaona jina lako kwenye orodha hii. Sehemu ya kwanza, nitakusomea muhtasari wa tangazo. Kwanza kabisa tangazo hili linawahusu wote waliofanya usaili kati ya Julai 24, 2024 na Mei 17, 2025. kama uliomba kazi na kufanya usaili ndani ya kipindi hicho, basi tangazo hili ni muhimu sana kwako. Sekretarieti ya Ajira imetoa orodha ya waliofaulu pamoja na vituo vya kupangiwa. Orodha hiyo pia inajumuisha waliokuwa kwenye kanzidata ambao nafasi zimepatikana kwa sasa. Sehemu ya pili, nini kifanyike ukiwa miongoni mwa walioitwa kazini. Kama jina lako limo kwenye tangazo hili, hatua ya kwanza ni kuingia kwenye akaunti yako ya ajira portal na kupakua barua ya kupangiwa kituo cha kazi. Barua hiyo ipo kwenye sehemu ya my application. Ni muhimu kuprinti nakala ya barua hiyo na kwenda nayo kwenye kituo husika. Usahau kwenda na vyeti vyako halisi kuanzia kidato cha nne na kuendelea, kwa sababu lazima vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua rasmi ya ajira. Kama jina lako halipo kwenye orodha, nini cha kufanya? Kama hujaona jina lako, haimaanishi mwisho wa dunia. Ina maana haukufanikiwa kwa sasa, lakini unaweza kuomba tena pindi nafasi zitakapotangazwa. Muhimu zaidi ni kuendelea kujifunza, kujiandaa na kutafuta nafasi mpya zinazotangazwa kila mara. Ushauri wa thamani kwa walioitwa kazini: ripoti mapema, usisubiri hadi siku ya mwisho. Kuwahi kunaonyesha nidhamu. Jiandae kwa mahojiano ya ndani, baadhi ya waajiriwa hufanya verification ya ziada kama orientation. Hifadhi nakala za vyeti vyako na barua ya kupangiwa, pengine utazihitaji baadaye kwa malipo au utambulisho wa kikazi. Fuatilia maadili ya kazi ya sehemu uliyopangiwa, soma kuhusu taasisi hiyo, maeneo yake na utendaji kazi wake. Sehemu ya tano: kada na taasisi zilizotoa nafasi. Tangazo linaonyesha taasisi nyingi kama bodi ya tumbaku Tanzania, chuo kikuu cha SUA, DUCE, halmashauri mbalimbali kama Tanga, Bumbuli, Ikungi, Monduli, Urambo na nyingine nyingi. Kada zilizotangazwa ni pamoja na afisa kilimo, mwalimu wa masomo mbalimbali, maabara, TEHAMA, wahandisi, waasibu, madaktari, manesi, hadi mafundi. Wito kwa watazamaji. Kama jina lako limo kwenye tangazo hili, pongezi nyingi! Huu ni mwanzo wa safari yako ya kitaaluma. Na kama hujafanikiwa safari hii, usikate tamaa, endelea kuomba, soma matangazo mapya na jiendeleze kielimu. Usahau kusubscribe, kulike na kushiriki video hii kwa wenzako, unaweza kuwaokoa waliopitwa na tangazo hili muhimu. Asanteni na karibuni.